Zuhura Bundala ambaye ni makamu mwenyekiti wa bodi naye aseme neno lake, kabla hatujasikia neno kutoka kwa mkuu wetu wa Dar es Salaam. Hawa ndio wanaoipa Tanesco mwelekeo, kwa hiyo ni vema nao tukapata neno lao kwa dakika chache. Tunajua tunakimbizana sana na muda wako, lakini basi ni kuombe mheshimiwa balozi, kwa dakika moja uje umsalimie mgeni wetu rasmi na hadhara yako, wakati Mheshimiwa Ado Chalamila ukijiandaa, karibu Mheshimiwa waziri pamoja na mgeni rasmi wa shughuli ya leo, Mheshimiwa naibu waziri, na viongozi wote mliopo hapa, habari za leo. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kuhudhuria uzinduzi huu wa mita janja. Kwa niaba ya bodi ya wakurugenzi ya TANESCO naomba niseme wazi kuwa tumefurahi sana kuona TANESCO imefikia hatua hii ya uzinduzi wa mita janja kwa wateja wake. Hii ni hatua nzuri inayothibitisha juhudi kubwa inayofanywa na TANESCO katika kuhakikisha kuwa wanaboresha huduma kwa wateja wao kila kukicha. Kwetu sisi kama bodi, huo ndio umekuwa msisitizo wetu mkubwa Yaani, TANESCO kuboresha zaidi huduma zao. Hivyo uwepo wako hapa Mheshimiwa Waziri, kama mgeni rasmi katika uzinduzi huu, ni jambo la kufurahisha sana na kutia moyo zaidi, sio tu kwa TANESCO yenyewe kama shirika kuendelea kufanya juhudi za kuboresha huduma zao, bali pia na kwetu sisi kama bodi, tunapata moyo zaidi wa kuendelea kuhakikisha tunawaielekeza vyema TANESCO katika utekelezaji wa majukumu yake ikitoa kipaumbele cha kuajali wateja wake na kutoa huduma bora zaidi na zaidi. Na hiyo ndio Tanesco tunayoitaka, na tunafurahi kuona Tanesco ikiwa na mwelekeo mzuri zaidi, that is it is it moving in the right direction. Kwa hiyo ni matumaini yetu kuwa wateja watafurahia sana hizi mita janja. Kwa kuhitimisha, Mheshimiwa Waziri, naomba kushukuru sana kwa niaba ya bodi. Asante sana. za mkoa zitafuatiwa na salamu za wizara zitakazowakilishwa na katibu mkuu wetu wa wizara. Anapokuja mkuu wetu wa mkoa, naomba tumkaribishe kwa makofi mengi. Karibu sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu, kazi na utu. Mheshimiwa Waziri nitumie nafasi hii kwanza kukukaribisha sana Dar es Salaam. nafahamu umetoka, umetoka makao makuu Dodoma kuja mkoani Dar es Salaam lakini pili nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kukuteua wewe kuwa waziri wa nishati na mpaka leo unaendelea kuonesha ufanisi mkubwa, naomba tumpigie makofi sana. Wizara hii ni wizara, ni moja wizara nyeti katika taifa letu. Mheshimiwa Waziri, mimi niko hapa kwa niaba ya wenzangu wa mkoa wa Dar es Salaam, na mimi kama alivyosema Mpoki, labda nitoe ushuhuda kidogo. Sisi Dar es Salaam tunaonufaika wa umeme huu na watu ambao wamekusha ingizwa umeme huu zaidi ya, wana, za zaidi ya kaya milioni moja na laki moja, na kwa mantiki hiyo Mheshimiwa Waziri, unaweza ukaona impact ya umeme huu kwenye kaya hizo. Tunapopima uchumi wa household, maana yake ni kwamba tuwezi kumeshani kitu chochote bila kutaja sekta ya umeme au sekta ya nishati. Lakini pamoja na hayo, Mheshimiwa Waziri, sisi Dar es Salaam tunatumia almost consumption yetu ya megawatts si chini ya mia sita na hamsini. Maanake pia unaweza ukaona katika megawatts nyingi ambazo tunazo katika taifa letu si chini ya mia sita na hamsini tunazitumia sisi hapa wakazi wa Dar es Salaam na sisi hapa pia tunadiliki ama tuna jukumu kubwa sana la ulinzi pia wa miundo mbinu ambayo TANESCO au na wizara hii kwa ujumla imeweka katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, kwa mfano tunayo Kinyerezi 1, Kinyerezi 2 with this both um, na, na, na zile station zake, lakini tuna Ubongo 1, Ubongo 2, Ubongo 3, lakini pia tuna Tegeta, na zote hizi zinafanya almost production ya megawati mia tisa na sisi hapa Dar es Salaam ndio pia ambao tunalinda sana pia umeme ambao una cross kwenda kwa wenzetu Zanzibar. Sasa unaweza ukaona pia kwamba kikao hiki sio tu kimefanyika Dar es Salaam, kwamba ilikuwa ni random sampling, kwamba mkoa wote unaweza ukawa lakini naamini pia ni kwa sababu ya hiyo potential ya sisi pia wa Dar es Salaam, ndio maana kikao kikubwa kama hiki kimekuja kufanyikia hapa. Kwa hiyo ndugu yangu Twange, nakushukuru sana kwa kutuona kwamba tunaweza kufanya kazi hiyo kubwa. Lakini pia Mheshimiwa Waziri, sisi hapa kwetu Dar es Salaam katika yale maboresho yote na pesa nyingi ambazo zinakuja katika sekta hii, sisi hapa kuna kazi nyingi, moja ikiwa ni kuendelea kuboresha njia za usambazaji wa umeme kwa maana tunapoupeleka umeme kwa watu wetu, njia zetu nyingi zilikuwa sio himilivu, zilikuwa ni chakavu, lakini leo tunashukuru kwamba tayari tunatoa zile nyaya ambazo ni bare conductors, tunaweka zile insulated, tunatoa nguzo za miti, tunaweka nguzo ambazo ni, ni concrete poles. Lakini zaidi pia e, e, mkurugenzi ameniambia pia tunakwenda kwenye smart switches ka, maeneo kama ya Kariakoo na maeneo mengineyo, lakini pia tuna e, uboreshaji wa substations hapa Dar es Salaam, na sasa hivi tunatoa nyaya za juu, tunaweka underground cables ambazo pia zinasafirisha umeme wetu kwenda kwenye hizo substations. Na Mheshimiwa Waziri, unaposema taifa uchumi wake unakuwa, moja indicator ni growth ya GDP, na unaposema growth ya GDP inakuwa unapokuja kuigawanya kwa population, kwa mfano kama sisi kwetu Dar es Salaam, unaweza ukaona kila mwananchi anakuwa ni kama tajiri kwa kipato chake lakini utajiri ule unapimwa moja kwa production, lakini mbili unaweza ukapimwa pia kwa exportation. Sasa production haiwezi kuwa kama hamna umeme k unaweza ukaona kwamba shirika la TANESCO na wizara kwa ujumla zina mchango mkubwa sana katika kukuza hicho kinachoitwa GDP na sisi kwetu tunapokuwa GDP yetu iko kubwa, indicator moja wapo tunakwenda kuipima kwenye level poverty. Kama level ya GDP yetu ni kubwa tukienda kwenye level poverty tulikuta pia level poverty iko high, means keki ya taifa haija trickle down ili iwe na manufaa kwa kila mtu. Lakini tukiona GDP iko kubwa na level poverty iko chini, means kumekuwa kuna impact hapo kubwa, kwamba utajiri wa taifa umekwenda kugawanywa kwa watu wetu, na hicho ndicho kitu ambacho Mheshimiwa Rais anakifanya kuhakikisha kwamba taifa letu, ule uchumi wa taifa unakuwa na impact kwenda huku chini na hiyo ndio itakuwa ni maboresho ya wellbeing ya watu wetu, na hiyo ndio itakuwa ni tabasamu kwa Watanzania, na hiyo ndio itakuwa tija kubwa ya TANESCO na tija kubwa ya wizara kwa, kwa ujumla katika taifa letu. Kwa mheshimiwa waziri, mimi nihitimishe tu kwamba tunatoa sapoti kubwa. Miezi michache iliyopita kulikuwa kuna wizi mkubwa sana wa transformer pamoja na ukataji wa baadhi ya miundombino wa TANESCO, lakini tumeshirikiana na TANESCO wenyewe kuhakikisha kwamba tunadhibiti tabia hiyo wapo watu ambao walikuwa wanaibaiba iba vitu hivyo lakini mpaka sasa, kwa ushirikiano na jeshi la polisi na vyombo vyote vya dola, hali imeendelea kuwa nzuri sana. Na jambo la mwisho pia zaidi, sisi tunaendelea kumonita. Juzi nilikuwa namsikiliza ndugu yangu Padre Kitime, moja ya statement yake aliyoizungumza ambayo ni kubwa sana, yaani ukiangalia kwa jicho la kawaida unaweza ukafikiri ni ndogo, ila ni kubwa sana. Anasema siku niliyovamiwa kulikuwa kuna conspiracy kati ya wavamizi na Tanesco, na kwamba Tanesco walizima umeme ili wale wahalifu waweze kuni, kunidhuru kwa haraka. Sasa nimeongea na ndugu yangu Twange pia kwamba statements kama hizo ni statements ngumu sana na ni statements ambazo lazima tuanze kuzifanyia kazi vizuri sana. Kwa hiyo tumekwisha waambia wanasheria wafanye kazi yao na bila kubaki kimya, kwa sababu TANESCO tunayoifahamu, ambayo kazi yake kubwa ni kupeleka huduma nishati kwa watu, sidhani kama inaweza kujiingiza kwenye upuuzi wa kiasi hicho cha kuzima umeme ili mtanzania mmoja aweze kudhurika. Sasa ukikuta kuna hayo maneno ndani ya mkoa unaouongoza there is something to do na lazima, kama mkoa na lazima, wanasheria tukae kwa pamoja, tumuulize vizuri ndugu yetu Father Kitime, labda na maelezo mazuri na ya ziada yatakayotusaidia kuweza pia kufikia kwenye lile lengo ambalo tumelikusudia. Lakini bado nataka nikuthibitishie, tutafanya kazi hiyo ili taswira ya Tanesco kama ambavyo ya ndugu yangu mkurugenzi amesema iendelee kuwa njema. Baada ya kusema haya, mheshimiwa waziri, nakushukuru sana na asanteni sana. Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, kuna mahali nilisikia wakikuita mhandisi, sijui kama umeshamaliza degree yako, lakini basi kwa maelezo yako tosha kabisa unaelekea huko. Na nikuombe Mheshimiwa mgeni rasmi, niruhusu sasa nimlete katibu wetu mkuu wa wizara Mhandisi Felchesmi Mramba aje atupe salamu zake, na yeye atamkaribisha naibu waziri, na baada ya salamu zake naibu waziri atakukaribisha wewe uongee na Watanzania kupitia hadhara hii. Katibu wetu mkuu yuko hapa, naomba tumkaribisha kwa kumpigia makofi. Karibu sana, Mheshimiwa Deo John Dejembi, Waziri wa Nishati, Mheshimiwa Salome Makamba, Naibu Waziri wa Nishati, Mheshimiwa Bundala, Balozi Bundala eh, makamu mwenyekiti wa bodi ya TANESCO, wajumbe wa, wa bodi ya TANESCO, management ya TANESCO, waheshimiwa wabunge mliopo na wageni wengine, makatibu wakuu, manaibu katibu wakuu, manaibu katibu watendaji wa tume ya mipango, pamoja na wageni wote mlioalikwa um, na kushiriki katika hafla hii ya leo, ndugu um, zangu. Kwanza kabisa Mheshimiwa Waziri, miaka kadhaa huko nyuma, wazo la kuwa na mita janja kwa TANESCO lilianza kufikiriwa na kujadiliwa, lakini teknolojia hii ya mita janja haiwezi kusimama peke yake, inabidi isimame na miundombinu mingine ya kusupport. Na nawashukuru sana TANESCO kwamba kwa wakati muafaka wameweza kuanzisha e, teknolojia hii. Mheshimiwa Waziri, sekta ya nishati ni sekta inayokuwa na teknolojia. Katika maeneo mbalimbali mbali ya miundombinu na vifaa vingine vinavyotumika katika sekta ya nishati vinapokwenda, ni lazima viweze kukua pamoja na teknolojia. Ndio maana utaona hey, mheshimiwa waziri, hapa nyuma tulikuwa tunaambiwa kuna baadhi ya ya vituo vya mafuta ambavyo kwa teknolojia ile ilivyokuwa, kwenye eneo hili la mita pia tunakuwa na teknolojia. Kwa hiyo nishati na teknolojia huwezi kuvitenganisha. Lakini kwa habari ya teknolojia ya mita hii, ina umahususi wake kwa sababu chochote unachokifanya kuanzia kwenye uzalishaji, usafirishaji mpaka usambazaji mwisho wake ni kwenye mita kama mita